Ah, sawa siamniamini saw. <coughs> We kaka, vipi? Unajua uh, kuwa mama na presha, unataka kumuana mama mama, utumuwai mimi nakushauri, mama u tumuwai, anaanza kueuka u na mda si mrefu atamfata maremba ilo. Ah, neno lishi hapo hapo, ayo sio maneno mazuri ya kumwambia hivyo kaka. Tano. Hebu tuambie hapa. Kitu gani kinachokustua hapa? Eh? Usimame. Huyu hapa, huyu. Tano basi. Basi tano. Nimeshajua kwamba wewe unavuta bange. Hiyo bangi yako hiyo. Ah ah, isinitie roho juu. Unajua mimi na pressure. Eh? Yuko hapa hapa mtu. Eti unamwona mtu? Hakuna mtu mama. Hakuna kitu. Hata nisikioni. Yaani mimi napaka namshangaa yaani. Tano. Wenzio wanapovuta bange wananuia wanasema bangi ni banguwe, nikivuta nisimtukane ni mtu ni yani, kila mtu nikimwona ni mwheshimu. We bangi baki na tu sasa. Kwa nini bangi yako unui hivo? inakuja kutuchanganya sisi wewemama unaona? Sasa mimi tu kukushauri, kaka, ingia ndani, kunywa maji mengi, lala, pumzika, oga, naimani utakaa sawa Nitakaa sawa wakati namuona mtu huyu? Si huyu huyu! Nitakaa sawa vipi? Pole sana kakangu. Yaani unanipa pole? Mi nakuonesha mtu, unanipa pole? Pole ya nini sasa? Unanipa pole nini wakati mmeweka michezo ile? Atokee ndani! We dada, unanitafuta nini? Mi nimewai kuibia, nimewai kutapeni, nimewai kudhulumu? Nataka unisaidie, nikusaidie nini sasa? Haya, mi nikusaidie nini kwa mnacheza michezo na mama? Nikusaidie nini? Nataka unisaidie, nikusaidie nini dada? Nikusaidie nini?

a kuna watu wengine wanapenda kukaribisha ibilisi sehemu za amani, hasa si amani, bila kuwa hata na sharia yoyote. Akanigaragaza chini akakimbia, angemkamata angetaja jina langu. Jamii yote sisi ndio watu safi, tunajitambua

Why? Mama, kwema kweli? Maana nimekutana na kaka huko, yaani anakimbia, anajaribu kumwongelesha, hata hajanisikiliza. Kwani nini kimetokea mama? Na wewe umemuona? Ndio, Norati. Yaani kakaako mimi sijui nini kimempata. Yaani na mimi unavyoniona hapa hata simuelewi. Yaani simuelewi kabisa. Mara ananambia sijui makaburini amemuona mtu sijui makaburini uyo mtu anamfuata, kaja mpaka hapa nyumbani, namuuliza vipi, ananambia huyo huyo. Nageuka hivi. Mtu simuoni, ila yeye anamuona. Katoka hapa mbio, anakimbia. Mama, kaona mtu Mama mimi, nahisi kaka atakuwa ameanza kuvuta bangi. Naisi nice. Upo sahihi. Odi, odi, hapa nani? Karibu. Asante. kakako yupo? Ayupo, kaenda wapi? Sijui, ile tukasema anatoka. Okay, sawa. naomba saidia maji yakuni. Sawa kaka, karibu maji.

Fundi unajua, mwanangu mimi simwelewi, kwani mlipokuwa kwa makaburini ameona kitu gani? Kiukweli mama, hata mi pia mwanao amenitisha sana. Tukiwa pale makaburini, ananiambia kwamba kuna dada amemuona mbele, kila nikiangalia mbele uyo, mama, mimi mbele huyo dada simuoni. Kiukweli hii kazi, mama hata mimi nashindwa kuifanya. Kiujuma, si tuweza kuifanya hii kazi, sawa? Naona sasa nimepata pa kuanzia. Sawa mama, mimi nimekuelewa, lakini jaribu kumwangalia mwanao asije akawa na matatizo. Naauza, nataka na unisaidie. Unavuta bange dada, yenyewe yupo wapi? Nataka na unisaidie <sighs> kuba babake Lewe, chuma. Aye. Chuma chuma na paka chapa. Iyo. Wewe, kwa we, we, we, we, we. We, we. We. Eh? Kula chuma. Come down, bro. Come down. Hivi. Umekosa sehemu nyingine ya kukojoa mpaka unakojoa. Ngoja funga mkanda. Ha! Eh? Nimeukumbuka we, si ulinikimbia kule, umenipiga kikumbo afu ukanikimbia kama santea. Mimi hapa nina matatizo kibao, usiniletee wenda wazimu wako. Sawa matatizo, unafanya nini tena? Mbona unapigana pigana na walevi, ndugu yangu? Wauja, ushakuwa mtu mzima tena, achana na haya mambo

Sema ndo hivyo tudongo langu zuri sieke suaji hivyo ukuwa mbwale kanyanyasa. Ehe, kulikoni hivi. Nimemkuta huko mtaloni kalala, hajiwezi hata kidogo, yaani mpaka huruma <coughs> nyinyi mnanisemaga mimi, yani wa wa nina mdomo si mnaona, yaani nyie uko wenu, inaonekana wote walevi. Mimi dawa ya mlevi wangu ninayo, subiri

kama nilivyokuelekeza Kaka Njenje. Kiukweli leo siku yangu imekuwa mbaya sana. Toka asubuhi nimekuwa mtu wa kukimbia kimbia kimbia kimbia huku na kule huku na kule yaani, na kama nimepatwa na nuksi siku ya leo. Unajua Tano, natamani sana kukuelewa Yani natamani kukuelewa, lakini nashindwa. Unajua ninawaza inawezekana vipi mtu umuone peke yako, hmm? Inakuwaje yaani kwamba huyu mtu ni jini? Lakini jibu hapana. Huyu mtu ni mchawi? Lakini pia jibu ni hapana. Sasa inakuwaje, yani huyu mtu wewe tu peke yako, yani watu wengine wote wasimuone, yaani umuone wewe tu? Ah, hii bwana, kwangu mimi naona haiwezekani bwana. Hizo ni hadithi za kufikirika hizo, Tano bwana, kaka Njenje. Najua ni ngumu sana kukueleza, najua ni ngumu sana kunielewa, lakini hata Kipala nimekaa naye nimezungumza naye, naye hajanielewa kama wewe ambavyo. Hajanielewa, nimemwambia mama yangu kile ninachokiona, naye hajanielewa kama wewe. Lakini mnaniona kama mvuta bangi tu, lakini kile ninachokwambia ni kweli. Huyu mtu ananitokea tokea, sijui ana shida gani na mimi Tano, Tano, Tano rafiki yangu, hivi labda nikuulize swali Hebu wewe kuwa mimi, alafu mimi ni wewe, alafu ndio sasa na kusimulia mambo kama haya, wewe ungeweza kuniamini mimi? Aa, ungeweza kunielewa hmm? Hebu vaa viatu vyangu basi. Mimi kwangu naona hilo jibu ni hapana. Ebu jichunguze vizuri, una tatizo la saikolojia, yani ufahamu wako hauko sawa. Ama unajua kuna vitu mtu ukiongea watu huyo Ah, we vipi tena bwana wewe? Huyo? Yuko wapi? Mbona hakuna kitu kaka? tano eh? Tano ndugu yangu umeanza kuvuta bana. Ah, wewe tano jamani we. Ah, mbona makubwa tena haya eh? Yaani mtu mzima na ndevu zake anakimbia kitu ambacho hakipo ah. <laughs> Huyu atakuwa anavuta bangi, itabidi nimchunguze vizuri huyu. Huyu anavuta bangi. <tip>

Dada, naomba usiniue mimi eh? Sijui kosa langu wala sijawahi kufanya kosa lolote kwenye maisha yangu. Usiniogope. Mimi sihitaji kukuzuru. Ninachokihitaji kwako ni msaada. Na siwezi kufanya kitu chochote kibaya. Unaniogopa bure tu. Ile anachohitaji nataka unisaidie. Kwa kwa hiyo wewe ulishakufa? Ndio. Mimi ni nafsi ambayo inatangatanga duniani.